Tunashukuru Mungu ambaye tupatia uh, tena nafasi ya kuwa hapa leo Mungu mm, asifiwe. Amen. Amen. Kulala na kuamka ni mapenzi eh, ya Mungu mm, eh, mm, kwa kuwa wengi wanaweza kulala ama walilala lakini wameamka na hali ingine, mm. Ujumbe ambayo tuko nayo eh, ni siku za mwisho, Dhamiri za kila mtu zitatumika mbele ya hukumu siku ya mwisho. Dhamiri za kila mtu zitatumika mbele ya hukumu. Tusome e, katika injili ama e, tunenda angalia katika injili ya Yohane, injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, ile sura yake ya 8 mstari wa wa ine mpaka mstari wa kenda. Injili ya Yohani Mtakatifu sura munane mstari wa ine hadi mstari wa kenda. Kisha wakamuuliza Yesu, Mwalimu, mwanamke huyo aliyefumaniwa katika uzinzi, katika sheria yetu Mose alituamuru mwanamke kama huyo apigwe mawe. Basi wewe wasemaje? Walisema hivyo kumjaribu, wapate kisa cha kumushtaki. Lakini Yesu akainama chini, akaandika ardhini kwa kidole. Walipozidi kumuuliza, Yesu aka akainuka aka mwambie, akawaambia mtu asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Kisha akainama tena, akawa anaandika ardhini. Waliposikia hivyo, wakaanza kutoweka mmoja mmoja, wakitangulia wazee wakitangulia wazee. Yesu aka- akabaki peke yake na yule mwanamke amesimama pale pale. Yesu ni pale tu, okay mpaka mstari wa kenda. Tasa, sasa hiyo ni Kiswahili ya sasa, lakini kwa mstari wa tisa ndio tulikuwa tunatafuta tafuta e, nao waliposikia wakashtakiwa na zamiri zao, mstari wa tisa, kwa ile injili ya Kiswahili ya ya zamani mm. Wakatoka mmoja mmoja wakianza tangu wazee hata wa, wa mwisho wao mm. Akabaki Yesu peke yake mm. na yule mwanamke amesimama ame katikati. Yesu, mstari wa kumi, Yesu Euh, asione mtu, okay. Akainua macho asione mtu ila yule mwanamke, akamwambia mwanamke, eh, hakuna, hakuna hmm. Ah, asante. Eh, sasa dhamiri ndio tunataka kuzungumzia. Mm, dhamiri, yes. Ini kalak iko sawa na watu wamoja wanasema, Waswahili asee, dhamiri ni polisi. Mm. Dhamiri ni eh, hali ya ndani yenye mtu unaweza kusikia ya kuamua kitu fulani iwe mabaya au mazuri mule ndani kabisa na, na Wafransa wanaesema conscience yani, mule ndani mm -hmm. E, sasa hapa Yesu walimuletia mwanamke ambaye walidai alikuwa ali wanamkamata iko na, na zini. Wakaleta mwanamke mwanaume hawakumleta sasa, wakamtega waka, waka sasa, Torati inasema huyu apigiwe kwa mawe, na nauu unasema nini? Yesu akainama chini hakuwajibie, Akaanza andika chini, akaanza andika. Kisha wakazidi kumuuliza, sasa unasema nini? Akaangalia na yuko anaandika, akawaambia sasa, mwenyewe ayafanya kazi au wa kwanza kumtupia ici. Akaendelea kuandika, ile kuendelea kuandika, dhamiri zikarudia kila mmoja, na wengine wanasema pale kwenye Yesu alikuwa anaandika, mwenyewe anaangalia pale, anaona dhambi zake kila mwenye naangalia pale zambi zake njo naone anaona, uh, zamiri yani zambi zikaonekana za kila umoja. Wazee njio walianza kutangulia kwenda wazee ale, wakaenda. Kisha wengine wakaendelea wakatoka, wakabakia ule mwanamke tu na Yesu. Sasa tulisema kama siku za mwisho zamiri zitatumika. Yaani kuna watu ambao dhamiri zao kabisa zimechomwa kwa moto, dhamiri zao zimechomwa kwa moto, dhamiri hazitumike tena. Yaani watu kama hao wako kabisa, lakini hata umwambie nini, yeye yenye iko ndani yake, hata kuonyesha utakuwa iona kwa matendo anaweza itika se, ndio ndafanya hivi, lakini hata alifanya, anakuwa kufanyia kinyume ya ile yenyewe ulitarajia angefanya. Yani dhamiri zao zimechomwa kwa moto, dhamiri mbaya. Mtu kabisa yeye, dhamiri zake ni mbaya, na katika dhamiri watu wanafanya mambo mengi mabaya. Yeye anaweza kusudia ataua mtu lakini kwa anamchekea anacheka tu, lakini ndani ndani yake anachukia mtu mm. Watu wengi wako vile, tunaona unakutana zaidi huku kwetu, kila mtu ukiona mwenzenu, walio wengi unaona kama anacheka anafanana kucheka, lakini labda tukimlomba kazi hata kupatia, anakuchekea tu na anakwambia kesho mm. na ile kesho hapendi dhamiri zake hazitumike jinsi alisema, yaani ni za unafiki. Anakwambia kuya, atakupatia kumbe hatakupatia. hmm. Tunaona watu wengi, wale wafanya siasa walio wengi, dhamiri zao, sio wote, dhamiri zao haziko nzuri. Wakati wanafanya kampanya wanasema oh, tutafanya hivi tutafanya hiki na hiki na hiki tutafanya hiki na hiki Akipita hakuna hata vile venye alisema, vyote mtakuwa mlangalia alifanya nini? Hakuna hata. Kuna dhamiri zingine ambazo shetani anaamsha katika watu, mtu ukiishi na dhambi eny